Nikuwa that hii sitaki kuwa, uh, uh, kuwa prophet. <laughs> Uh, mimi si prophet but nataka kusema hivi, nataka kuambia Wakenya hivi, hii ni MOU MOU inaweza vunjwa anytime. Raila Amolo Odinga akikaa hivi naone Ruto ataki kutengeleza sha, kuna haja gani kukaa nae? ataki ku, eh, ku, ku, ku, ku, ku, kufanya wakenya waweze kuwa na pesa mfukoni. Kwa nini akae na yeye? Kama ataki kutengeza ekonomi iwe mzuri, kwa nini akae na yeye? Eh, kuna mambo fulani ambayo imetajwa hapo kama Ruto hatatimiza hizi mambo then Raila Amolo Odinga hakuna haja akae na yeye kwa sababu Everything ambayo wali agree na ye iko kwa memorandum kama kuna kitu tafanywa ambayo iko kwa memorandum. Hata mimi naweza mwa advice. Toka hapo na ukuje ujoin wa Kenya. Kwa sababu tunajua ulienda hapo kwa sababu pia unataka kuokoa wa Kenya. Tuonyeshe, tupatie Baba mpaka 2027, ama mpaka 2026 pale. Ni miaka tu mbili ama mbili na nusu. Tuone kama ameenda huko kutetea wa Kenya. Kwa sababu amesema ameenda huko kututetea. Kama atakuwa ametutetea, tutamwambia hujatutetea. Sawa. Toka hapo.